Uwaligani popote ulipo wa mtazamaji na msikilizaji wa Peku Peku TV, karibu sana. Mimi ni mano la ukipenda bwana Peku Peku mwenyewe. Makala haya aniatia akilini hukuileo tukimwangazia Bradley Marongo. Anatoka katika kaunti ya Vihiga, Kenya, lakini ameishi sehemu ya maisha ya yake mjini Nairobi. Alizaliwa mwaka wa 1997. Bradley alikuwa katika hali ya umaskini huku familia yake ikiwa na shida ya chakula mara kwa mara. Alikwenda shuleni na viatu vilivyovunjika na kufanya kazi za kijenzi kwa nia ya kusaidia familia. Changamoto nyingine kubwa kwake ilikuwa kupatikana kwa nguo na viatu vinavyomfaa, hasa kutokana na urefu wake mkubwa. Bradley alichukua umaarufu mkubwa mwaka 2024 wakati wa maandamano kuu ya jenzi ya finance bill, ambapo alionekana kwenye maandamano. Hapo ndipo urefu wake mkubwa ulimfanya aweze kupigwa picha na watu na baadaye kuzuka mitandaoni. Alifanikiwa kupata mikataba ya ubia na makampuni mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za magari, uuzaji wa simu, kampuni za vifaa, bidhaa za mavazi na kadhalika. Vilevile vile alipata zawadi kama vile safari za kigeni, mitandao ya biashara na misaada mingine. Amepata nafasi ya kuigiza huku akijiunga na tamthilia maarufu Mkasi kwenye Maisha Magic Plus, ambapo alichukua wadhifa katika kipindi kinachoonyesha maisha ya watu kwenye mazingira ya nguvu, pesa na siri za familia. familia yake imekuwa akimshinikiza kuna muda mama yake kumkosoa kwa kutojibu simu, uwepo wa mtendaji au meneja wake ambao anaona wanaweza kumdanganya na pia mada kuhusiana na uhusiano wake binafsi. Video zake na matukio yake ya maisha ya kifahari kama kwenda klabu, safari, kutumia pesa nyingi yamesababisha mjadala mingi juu ya jinsi anavyotumia mali yake, ikiwa ni pamoja na mada ya kuwaona baadhi ya watu wakipoteza fakti ya mizizi ya maisha yake ya awali. Awali yalikuwa akiishi akitumia ya matatu kama chombo cha usafiri wake, lakini hivi sasa na gari ya aina ya Toyota Pickups na pia, pia, na nguo ambazo hupakiwa kutoka Dubai. Amepata pia mahusiano ya kitaalamu na biashara na matukio ya kimataifa kwa mfano, Alipata mwaliko wa safari ya midia na tamasha la upishi Ulaya ambapo atashiriki katika shughuli za kupika chakula cha Kiafrika pamoja na mahojiano ya televisheni ya kitaifa. Kwa heri.